Asalamu As alaikum, wa rahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, ndugu yangu mwisilamu. Leo tarehe 26 sita ya mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano nimekurudia tena, ndugu yako katika iman ustadhi Gaddafi Kininga, mwenyekiti wa taasisi ya Ahlul Bayani Foundation, kukuomba ule msikiti tulioanza. Kama unavyouona umefikia hatua nzuri mashallah. Kwanza Allah subhanahu wataala akulipe kheri, akupe firdausi ila bado tunakuomba tena kwa mara nyingine utusaidie kupatikana bati. Bati moja ni shilingi elfu ishirini elfu ishirini kamili. Tunakuomba tujaalie ulichojaaliwa na Allah subhanahu wataala, utoe kwa ajili ya Allah, Allah atakulipa. Tunahitaji bati nyingi sana, ila tukipata bati mbili tunaweka sehemu husika. Tukipata bati bati mbili tunaweka, hatuwezi tukasubiria bati zikae chini, kwa sababu fundi ametushauri kwamba tufanye haraka kupiga bati Sababu mbao zikikaa muda mrefu kwenye jua pamoja na mvua, basi mbao zile huwa zikikakamana na kuharibika. Tunakuomba kuwa, ndugu yangu Muislamu, iandae akhira yako mwenyewe kwa mikono yako. Usisubirie mtu kukuandalia akhira yako. Wassalamu alaykum wala afu minkum.